Kwanza tunashukuru, mechi ilikuwa nzuri katika kupoteza. Huo ni mchezo tulikuja na, na game plan ya, ya kutafuta matokeo, lakini wenzetu wametuzidi. Wana wachezaji wazuri, wametumia nafasi ambazo tumezipoteza, kwa hiyo ndio hicho ambacho wameweza kupata matokeo. Pengine mchezaji gani ambaye alikuwa ni sumu kutoka upande wa Simba? wachezaji walikuwa wako vizuri lakini leo naona kama buda mpira ulimkubali, alikuwa anatusumbua, kwa sababu alikuwa na mikimbio mingi ambayo alitengeneza nafasi nyingi kwa, yaani leo buda alikuwa kwenye kiwango kizuri. Mmecheza mechi tatu, mmefanikiwa kushinda moja, sare moja na mnapoteza mchezo leo wa kwanza, pengine msimu huu unaenda kuwa namna gani? kwa na Mungu, ah, naona tume maintain, sio sio mbaya, kwa sababu tumecheza mechi tatu, tumepata matokeo, tume draw na pia tumepoteza mimi naona msimu huu utakuwa mzuri sana kwetu hmm. E, kwa sababu hatujaanza vibaya sana. Pengine mmepanga kuchukua chochote hapa, kuna CRDB Cup pengine ya ligi kuu, kuna chochote ambacho mtaeza kuambulia msimu huu? Mapambano bado yanaendelea, eh, mapambano yanaendelea, mipango ipo, tunaendelea kupambana. Unawaidi nini wana Namungo hapo? Kwa upande wangu, sababu nimetoka majeraha hii ni mechi yangu ya kwanza hmm. Mimi nawaidi tutaendelea kupambana tupate matokeo mazuri na tutaendelea kuwafanyia kazi nzuri.